Sasa hivi sisi kama nchi tuna tatizo kubwa sana la magonjwa yasiokuwa ya kuambukiza, kwa maana haswa, sukari, presha, figo, ambayo yote kwa ujumla wake, nikiwaambia ndugu waandishi wa habari wa kwamba kama tungekuwa tuna utaratibu wa kufanya mazoezi, tunaweza tukashusha zaidi ya asilimia hamsini ya magonjwa haya ambayo sio ya kuambukiza. Na nitaomba niwaambie kidogo kwa wale ambao walikuwa hapo miaka ya tisini tisini na tano 80 kurudi nyuma huko mpaka mwaka 2000 matatizo makubwa ya, ya Tanzania ambayo yalikuwa yanaondoa sana ma, uh, maisha ya watu kwa walikuwa nasababisha vifo kwa wingi sana ni magonjwa ya kuambukiza, malaria, kichocho, magonjwa kama hayo. Na mkifuatilia hata life expectancy ya maisha kipindi kile ilikuwa ya yako chini, mwaka 80 ilikuwa miaka miaka 35 40 life expectancy, kama ninakumbuka vizuri lakini kutokana na mabadiliko ya kiuchumi ambayo tumekuwa tukiyapata sasa hivi, magonjwa nayo tumeyashinda sana, magonjwa yale ya kuambukiza. Sasa tumeingia kwenye magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Watu wengi zamani, miaka ile, walikuwa wanakwenda makazini kwa, kwa kutumia miguu, lakini sasa hivi wapo wanaotumia miguu ila wachache, na hata wanaotumia miguu watapanda daladala, kama sio daladala, pikipiki. Na akifika kazini kama hapa ofisini, mnaona hewa hii na magari, umekaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, unazalisha stress kwenye ubongo, lakini hakuna namna, kwa sababu unapopata stress unaongeza hormones kwenye, kwenye ubongo ambazo zinasababisha zina mishipa ya, ya, ya damu kusinya na inaposinyaa inasababisha pressure kwenda juu. Wenzetu ukienda kama Japani na nchi nyingine zinazoendelea life expectancy ni miaka 95 na mpaka WHO sasa hivi umri wa uzee umeongeza sio miaka 60 sina data kamili, mtaifuatilia, lakini imeongezeka sio miaka 60, sio. So mzee wamefanyaje hivyo wa? Kwa sababu wenzetu walishashinda magonjwa ya kuambukiza siku nyingi, wakaanza kupambana na magonjwa sio kuambukiza. Ukienda nchi za nje ambazo nimewatajia ni kawaida kabisa familia kuwa na physician wao, ni kawaida kabisa kila nyumba kuwa na gym. Sisi tunaelekea huko, lakini bado hatujapafikia bado. Lakini kwa pamoja sisi kama hospitali tumeona kwamba tukianza na sisi hapa ya kwetu, tunawashauri wagonjwa wetu wapokee, wanapokuja fanyeni mazoezi lakini hawana sehemu za kufanyia mazoezi, zipo gym chache. Tunawashukuru wale ambao wanazo, lakini tukaona sisi kuna ulazima wa kufanya hivyo. Tumeongea na wataalamu wetu wa mental health eh, Dr. Saumu na team, niongea naye muongea na physician wote wanawaambia tuna, tunasema kabisa, nitawapa mfano rahisi tu kwenye kutibu ugonjwa wa hypertension Pressure, high blood pressure kuna hatua tatu nne hivi. Ya kwanza kabisa huwa ni mazoezi yaani, ukija siku ya kwanza mi nikajua kama una pressure, nitakushauri kufanya mazoezi bila kukupa dawa yoyote. Lakini la pili, diet. Kama umefanya exercise tukaona kwamba imeshindikana, diet. Kupia, punguza chumvi, punguza vyakula mafuta na kadhalika na kadhalika, sio lakini baadaye, as the last option, matumizi ya dawa ambayo sio kitu vile conducive, japo ikisha kutokea inabidi utumie tu dawa. Kwa hiyo eh, utaona kwamba ni kwa nini tunaona kwamba ni eh, hii sisi kwetu ni milestone kubwa sana. Niseme tu sisi tunamshukuru tuna sana Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi ya kuanzisha hii huduma katika hospitali yetu. Matumaini yetu, eh, kwa sababu kwanza, eh, kwa sababu hii, hii jimu ipo katika eneo la hospitali, kuna wataalam gharama ni nafuu kwa sababu lazima tuchangie. Mimi huwa nasisitiza kwamba duniani hakuna kitu cha bure. Zile mashine ukiziwasha pale zinakula umeme, kwa lazima tuchangie kiasi fulani, zito tujitahidi kwamba zile gharama zitakuwa nafuu sana, lakini zinatoa fursa hata kwa wale watu ambao hawajui. Ni wape tu siri, kuna watu wengi wanatembea na sukari lakini wenyewe hawajui kama wana sukari. Kuna watu wanatembea na hypertension, high blood pressure, au wenyewe hawajui kama wana pressure, hawajui kabisa. Na sisi kitaalamu tunahitaga hypertension kama ni silent killer ni ugonjwa ambao unakutafuna, unachukua kapana duka mimi una unajikaa kai hivi unasema niko safi, lakini yenyewe inaendelea tu kuendelea na ile process. Kwa hiyo ukizungumzia kinga, sio tu hypertension, sio tu sukari na figo, mojawapo ya mnasikia sasa hivi mnaona tunatengeneza tuna, hata hapa tunatarajia soon tutaanza kutoa huduma ya dialysis. Magonjwa ya matatizo ya figo yanaongezeka kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu hizi ambazo nimezitaja, watu kutokuwa na mazoezi ya kutosha ili kusaidia mmeng'enyo wa chakula, homoni na vitu kama hivyo kukaa sawa katika mwili. Kuna lile swali pendwa lile la la, la nguvu za kiume. Hilo lina, lina direct association kabisa. Kwa sababu ukishakuwa na, na sukari, ukishakuwa na hypertension, performance yako haiko sawa na yule mtu ambaye hana hiyo shida. Ukishakuwa na overweight, performance yako haiko sawa na yule ambaye hana hiyo shida. That is goes without say, hiyo ndio fact. Kwa hiyo ukiweza ukajikipo kwenye mwili ambao uko katika body index inayokubalika kiafya, manake performance yako wewe katika kila mambo yanakuwa ni beta, hata hata uwezo wa kufikiri pia unakuwa uko beta. Niwahimizi eh, sana eh, ndugu zetu wa Tabora uh, kwamba hii ni nafasi imejitokeza, basi waitumie. Tunatarajia pale tupate flood na kusabu, kwa sababu tumesema kwamba itakuwa na operate masaa yote kuna yale masaa ya asubuhi na jioni, lakini hapa katikati mtu akitaka kama private entity pia anaweza akapata huduma hiyo. Uh, japo hili nalizungumza mwishoni, lakini niseme tu tunamzungumzia tu, tu, rais wetu wa Tanzania, kati ya ajenda zake kubwa sana ni kuimarisha afya na, na amekuwa akiongea yeye mwenyewe ama kupitia wasaidizi wake, imani yake kubwa ni kwamba afya zikiimarika ziki ndivyo ambavyo na uchumi unaimarika. Mtu anayeumwa hawezi kuzalisha e, kwa hiyo tunaona e, kupitia hili tunatekeleza moja kwa moja ajenda ya, ya, ya, ya mpendwa ya, rais wetu wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa majina naitwa Dr. Patrick Birikundi ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya mkoa wa Tabora Kitete. Naam, katika idara yangu mimi nahusika sana sana na magonjwa yasiyoambukiza. Sasa ujio wa huduma hii ya jimu katika hospitali yetu ina msaada mkubwa sana katika utoaji wangu wa huduma, especially katika magonjwa ambayo tunaita ni magonjwa yasiyoambukiza, mfano kisukari, pressure, magonjwa ya uh, uzito uliopitiliza na mengineyo. Sasa upatikanaji wa huduma katika hospitali yetu itanisaidia katika uh, aina mbili za huduma nazozitoa katika kliniki yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, tuna wale wateja ambao wanakuwa na changamoto ya uzito uliopitiliza wako mtaani, hao wanakuwa na hatari ya kuja kupata magonjwa, shinikizo la juu la damu, kuja kupata kisukari na magonjwa ya magoti. Sasa upatikanaji wa hii huduma utasaidia wale wananchi walioko katika hatari ya kupata magonjwa haya, kupunguza uzito, na mwisho siku anajikinga katika kuelekea kupata ile changamoto ya magonjwa yasiyo ambukizawa lakini pia uh, katika kliniki yetu ya kila siku tunao wagonjwa ambao washapata tayari changamoto ya magonjwa yasiyoambukizwa kama presha na kisukari. Uh, kwa takwimu ndogo tu, tunajikuta katika kliniki zetu za kila siku karibia asilimia 80 ya wateja wetu wana changamoto ya presha na asilimia kumi hadi kumi na tano wana changamoto ya magonjwa ya sukari. Sasa upatikanaji wa hii huduma katika hospitali yetu utanisaidia mimi kama mtaalamu kuijumuisha katika huduma zangu za kila siku. Wale wagonjwa wenye changamoto hizo waweze kuhudhuria na kufanya mazoezi elekezi chini ya wataalamu, ili waweze kusaidia katika kuweka sawa changamoto ya presha na sukari. Kwa takwimu ndogo tu, unajikuta mtu ambaye anaweza kufanya mazoezi mepesi kupitia vifaa hivi kwa, kwa takriban ya dakika 30 kila siku, kwa muda wa siku tano hadi saba, anaweza kupunguza uzito wake hadi asilimia kumi ya uzito ndani ya mwezi, lakini akapunguza shinikizo lake la juu la damu kwa hadi milimita tatu hadi sita kwa muda wa wiki moja, lakini na sukari yake ikapungua hadi miligramu mbili kwa desilita ndani ya wiki moja. Kwa hiyo naona nikiunganisha mazoezi haya na zile huduma za kila siku za kliniki, inaweza ikamsaidia mnufaika wa kliniki yangu kurudi katika hali yake ya kawaida ndani ya muda mfupi, tofauti na ambavyo angetegemea kutumia dawa tu. Kwa hiyo ni uboreshaji ambao hospitali umeufanya katika kuboresha afya za wananchi, lakini pia hata wahanga wa, wa wa yale majanga pia wataendelea kunufaika. Hii ni jimu ambayo imeanzishwa kitaalamu, kimkakati kwa kila mmoja atakayeelekezwa, atakayeshauriwa kuja kufanya mazoezi, maanake atafanya mazoezi elekezi kulingana na hali yake. Yoyote atakayekuwa na shida fulani, ni jambo lisilo ku, uh, kwepeka kwamba ufanyaji wa mazoezi unasaidisha kulainisha misuli mbalimbali mwilini. mbali Kwa hata wale watakapoelekezwa kuja hapa chini ya utaalamu ulioko hapa, mtaalamu aliyeko hapa atasaidia kuelekeza na kuhakikisha wanapata lile lengo waliloelekezwa aje kupata hiyo huduma. Naamini kwenye upande wa afya akili tuna magonjwa mengi sana, lakini gonjwa ambalo linatusumbua sana sisi hasa watumishi na hata pia majuhi wetu ni huu ugonjwa ambao tunaita stresi ama wengine tunaita sonona wengine tunaita unyogovu. Haya ni magonjwa ambayo yanatuathiri sana kiakili. Ni kwa nini tunasema? Kwa sababu mazoezi, mtu anapokuwa anapata hii changamoto ya unyogovu mara nyingi anakuwa na ile hali ya uh, upweke au anajikuta anakaa peke yake sasa ukija kwetu sisi, kwa maana sisi wataalamu wa afya tunasema ule upweke tunatakiwa tuuondoe. Tunauondoa namna gani? Inatakiwa uje kwenye eneo la mazoezi, na naamini kwa kutumia fursa hii katika eneo letu hili kwa Tabora nzima, hatuna eneo sahihi kama zaidi ya hili hapa tulilonalo. Kwa hiyo, tunashauri ili kuondoa stress zako, kuondoa sonona, kwa maana ya unyogovu, ni vizuri ukafanya mazoezi, kwa maana ya kwamba katika tiba zetu mazoezi ya ko yani, kwa maana ya kwamba kuondoa stress, matibabu mojawapo ni kufanya mazoezi. Mimi nashauri kwa maana ya upande wa afya ya akili, ili kuondoa stress zetu, kuondoa sonona ni mazoezi ni mojawapo ya tiba, kwa sababu tuna tiba nyingi. Kuna tiba kwa njia ya mazungumzo, kuna tiba kwa njia ya mazoezi, kuna tiba kwa njia ya dawa. Vyote hivi vinakwenda hasa, kabla hujafika kwenye dawa, ni vizuri ukaja kwenye mazoezi ili ukaanza kujisikia vizuri, kabla hujafikia kwenye dawa. Kwa majina naitwa Leonard Makei, ni mtaalamu wa utangamao katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete. Lengo kubwa la kualika hapa ni kwa ajili ya kuona kuwaonyesha vifaa vyetu maalum vya kisasa kwa ajili ya gym, kwa ajili ya mazoezi, na tuna vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufanyia mazoezi, na lengo kubwa ni kwa ajili ya kupunguza magonjwa yasiyoambukiza na kupambana nayo, na kwa prevent, kufanya prevention magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, pressure na magonjwa mengine afya ya akili pia, ndio maana tumefungua gym yetu hapa. Gym hii inafanya kazi siku nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni, na ni wananchi wote tunawakaribisha. Wagonjwa wana sehemu yao ya matibabu, hii ni kwa ajili tu ya watu wa nje na wafanyakazi watumishi, na huduma anaokuja kupata hapa, atapata vipimo vya awali, vipimo vya presha Kipimo cha sukari, kipimo cha uzito na kipimo cha moyo. Kwa hiyo mtu akija hapa lazima afanywe hivyo vipimo, ndipo aanze mazoezi. Kuna aina nyingi ya vifaa. Karibia aina kumi na tano ya vifaa.